Hatukukuja kukuja na kitu. Tulikuja gisi mnatuona. Lakini wakitupa chakula, wakitupa vazi ni vitu vidogo. Havita tu garantir, havitatupa maisha ya kudumu. Tunaomba afse, tunaomba komunote international, tunaomba Amerika waturudishe kwetu Uvira, watutafutie usalama turudie kwetu Uvira. Tunachoka na kubeba watoto migongoni, tunachoka sana na tunawaomba watu ambao wamebaki Uvira wamo hatarini, ni lazima muwatafutie usalama. Tunasema na tunawashukuru baada ya kukimbia mji wa Uvira ulioachwa na AFC M23 na baadaye kudhibitiwa na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, wakishirikiana na wazalendo, baadhi ya familia zimekimbia mji huo, hasa watu kutoka kabila la Wanyamulenge. Wandugu wapendwa, na pole sana kwa wakimbizi, pole kwa kilichotokea huko Uvira. Tulipokea hawa watu, tukawafikisha kwenye masomo na wengine wakakuja hapa kwenye hizi biro za serikali, na wengine wenye walikuwa nafasi ya kwenda walienda kwenye mafamilia pokezi ama mafamilia ke. Watu hao mnaona hapa, viongozi wapendwa, wanapitia shida ngumu sana hapa. Kwenye wako hakuna maji hapa, kwenye wako hakuna umeme, hata chakula hawana, wengine hawana nguo, wengine hawana viatu, wengine kusudi walale walala kwenye maofisi zetu, kubiro ya CP. Na hivi sasa tunapatikana katika mji wa Kamanyola ambako viongozi wa AFC/M23 wanatembelea wakimbizi uh, ambao wamekimbia mji wa Uvira, wengi wao wakiwa ni Wanyamulenge, ambao wamekimbia mji wa Uvira baada ya mji huu kuachiwa, kuachwa na AFC/M23 na baadaye kutekwa na wazalendo pamoja na jeshi la serikali. Baadhi yao wamekuwa hapa, lakini ukiona ni kwamba wamekuwa katika bumbuazi na wengine mshangao mkubwa, kuona kwamba wameacha makazi yao. Baadhi yao wako hapa katika mji wa Kamanyola katika eneo la Walungu ambako hawana msaada. Upande mwingine, ukiona kama hapa, hawa ni akina mama, yani wanawake eh, hapa unaweza kuona kuna wanawake hapa, vile vile kuna wazee. Ukiona huu upande mwingine vile kuna wanawake ambao wame timuka kukimbia mji wa Uvira kuhofia usalama wao tu. Tulinyanyasiwa na wazalendo na FRDC na Warundi walituwatakia, wakatutosha Uvira, wakatufikisha mpaka Kamanyoni. Wamoya walikia mguru, wengine kafia na pikipiki. Tunaishi mubaya sana. Watoto hawana chakula hawana swembe, mediko jo hawana madawa banagonjwa na hizo bame banalazwa kwenye hospita, tuko na wajawazito wako na avorté wengine banazala abana hata na maternité kwa batazalia na wazee na wengine wanalala mubaya, kunakuta mufamilia moi nakeire omwe cinq familles chambre salon. Tunaomba turudie Uvira. Ndio. Tusaidie turudishe Uvira, twende ikala kwa amani, watutoshe wazalendo na, na, na FRDC na Warundi watoke Uvira, AFC ikuye, ndio inatupatia amani, tuikale kwa amani. Juu ya kukimbia ya vita ya wazalendo na FRDC Hali ya kimaisha ni mbaya, haiwezi kuwa mzuri. Yani tulinyanyaswa, vyetu vilibakia Uvira. Nahitaji turudie Uvira. Hapana, Mungu atasaidia, taishi Uvira ta utarudia. Yani Uvira ni yetu, haiko yabo tu, tuko wakongomani tu, tuna haki ya kuishi Uvira, haki ya kuishi Uvira joli ambao kwa sasa wapatikana katika mji wa Kamanyola unaopatikana kwenye kilomita zaidi ya sabini na mji huu wa Uvira, hatutaomba hatutaomba aide humanitaire, tunaomba muturudishe Uvira, tunaomba mturudishe Uvira. Turudie kwenye maparsele zetu, juu sitasema, turudie kwenye manyumba zetu, memutu atakuwa anatia bashe, na mtatusaidia bashe, kila mtu bashe yenye atakuwa anaweka kwenye parsele yake metujisikie tuko Uvira. Hiyo ndiyo rekomandasion yetu, na tunajua kama mtafanya hivyo, na ndilo jambo ambalo litatufurahisha. Nyuma ya hili jambo, atuone jambo lingine ambalo linaweza tufariji. Asante. hatukukuwa na haki ya kushota maji sawasawa na wengine. Kuna wamoja wetu ambao wamepigiwa kumabomba eti waende shota maji ya Rwanda. Imagine vous tv va Uvira, on te dit d'aller puiser de l'eau au Rwanda. Utaweza utatia mai ya bugali yenye unatoa Rwanda na unaishi Uvira? Jibu ni hapana. Mbele ukogesha mtoto uende shota Rwanda, ukie kogesha mtoto Uvira, lakini tukavumilia, tukasema nchi ni yetu, tutabaki kwetu. Tulipoona afse inajiretire tukasema, hatuwezi tena kungoja damu imwangike na turudilie maisha mabaya. Sasa tunauliza, kwa nini nchi? Kwa nini ulimwengu? Kwa nini komunote international? Kwa nini nasiozini? Kwa nini Amerika inatuchukia tumefanya zambi gani? Ni vizuri watuambie zambi hiyo tuiungame, ili tupate haki ya kuishi sawasawa na wanawake wengine na watoto zetu waishi maisha ya mzuri. Tuna wamama wajawazito hapa, tuna watoto migongoni. Tutaishi maisha gani? Tutaishi aje kwa hali hiyo? Neno la mwisho ni ombi. Hatuombi kuko vitu ambavyo mnaweza kutusaidia, mnatupatia mangu. Hatu, hatukukuja na kitu, tulikuja gisi mnatuona, lakini wakitupa chakula wakitupa vazi, ni vitu vidogo, havitatugaranti havitatupa maisha ya kudumu. Tunaomba afse, tunaomba komunote international, tunaomba Amerika waturudishe kwetu Uvira, watutafutie usalama, turudie kwetu Uvira. Tunachoka na kubeba watoto migongoni, tunachoka sana, na tunawaomba watu ambao wamebaki Uvira wamo hatarini, ni lazima nilipenda kulomba na kuba informer officiellement si réellement si réellement bali semu litoka Uvira. Munasema kama kutakuya netre, euh, armée netre yenye takuya protéger Uvira.

Jaki wa Kabindula paske tu alipartisipaka kumarshe, alikamata megafone iko na mobilize. Tunafurahi jinsi afc likuya ilikia tulibere, tunakuwa na amani, balimuwa na majiwe muruto mwanu mama umwana fundisha ku masomo ya, ya, ya, ya sti ni matrese anafundisha makabila zote banamua, paske tu anafanana banyamulenge, na ile masomo wanasema ni ya banani ni ya banyamulenge alikufu. Sasa kama kweli bale walirudia juu ya amani, na kama kweli ava batu ienye tuko tunasoma marezo sosio, ava batu balikimbia bongo, walienda gisi bako wanasema, ngase balienda Rwanda au wanaenda junga kwa M23, porkua walidetruire manyumba zabo Inkestion y elifot kujipoze eanalize sa avec réalisme: pourquoi ma nyumba za wanyamulenge zote zilibomolewa? bange vakuta bange vacha bazima, ha bange vacha ba basi Ninye viongozi tunawalomba bato tetu wanata kia vakia vamaibogo, hakuna masomo za mzuri hapa, na kama ziko tutatua mamwayo ya kuwasomesha wapi? shie venye tulikuwa vajade leta nama matrikile vatakata, tunawalomba avec realisme, avec un coeur ouvert, mutusaidie, muturudishe Uvira njoo atu zetu zote ziko pana jediejem, wakiwa wazee, wanawake na watoto wameomba kurejeshwa kwa haraka nyumbani kwao kwani hawataki misaada yoyote. Lawrence Kanyuka ni msemaji wa AFC M23. Amekuwa katika timu na ujumbe ambao umetembelea wakimbizi hao wa ndani walioogopa mauaji mjini Uvira, ambao tangu Jumapili uko mikononi mwa serikali <tipa>

mbele tu, tu, tufike pale kukilalo vingine baisha baanza kubapiga kubanyumba zabo, baanza kubakamata bitu zabo, tubaacha na vingine banapuya huku, tunakuwa kubasalimia kubapatia pole, tuko pamoja, lakini wanasema kwamba mumefanya vibaya kuongoa tena kuacha katika simba. hmm. biele vyote

vile ilikuwa mbele biko natuma mabombe tena kwa position zetu biko natuma mabombe na kwa plateau. Sasa tuko nasema na komunite internationale, aona bien iko napatikana sai Banyamulenge biko na baua pale na banyumba zabo, beglize zabo bitu yabu yote, biko na bidumbiza bana kimbia zabo bana kuya biko na bafata tena benye biko pale kiliba mabombe ziko na bakuli bapigia siku yote masasi kuna kuya tunarudia tena sai ile kwa mbele

biko nafanya siku yote depuis dimanche kutuma mabombe kukua ku plateau na kone bingine Banyamulenge banakimbia bayafika hapa kukamanyola bingai munjia, biko na batafuta bauwe pale kunjia. Sasa mutarinda na mna gani hao wakimbizi hapa? Tuko naenda hapa ku meeting, tutasumbulia hivi tutafanya. Wazalendo walionekana katika mji wa Uvira wakipiga risasi hovyohovyo na kusababisha hofu kubwa. Mwizi Nyarugabo ni seneta wa Kivu Kusini ambaye tumekutana naye hapa Kamanyola wilaya ni Walungu kilomita zaidi ya sabini na mji wa Uvira. Seneta Mwezi Nyarugabo tuko hapa Kamanyola. Kwa nini uko hapa? Tumekuja kuwaona ndugu na marafiki waliokimbia mtu Uvira wakati jeshi la AFC limeweza kujiretire, uliweza kuwa mamenas na mwisho mauaji na uporaji na mambo mengine mabaya. Sasa wale waliokimbia sababu walikuwa wakiogopa kuuliwa wanakuwa wadeplase hapa Kamanyola. Ni wao tumekuja kuwaona na kuwaletea salamu za pongezi, lakini wanasema kwamba hawataki msaada, wanataka warudi nyumbani. na wewe ni kama mtetezi wao unasemaje? Mimi nakubaliana nao sababu Uvira ndio kwao, hata kama waharibifu wamefika wakaweza kubomoa nyumba zao. Unajua, mtu akibomoa nyumba yako Sikukwambia tu kama anakuchukia, lakini nikukwambia nakuchukia, uende na usirudi. Sababu akichukua aki nyumba yako, anaishi ndani, inamaanisha siku tarudi, utachukua nyumba yako, unaendelea kuishi. Lakini akiibomoa na kutoa hata manjanja na kutoa kila kitu, nikukwambia sikupendi na kuchukia, na sipendi urudi, na hiyo ni mesaji mbaya sana kwa hiyo na, nimekuambia nakubaliana nao kama wanapashwa kurudi na watarudi, sababu hii nchi ni yetu sisi wote, ili jimbo ni jimbo letu sisi wote, i mtaa ni mtaa wetu sisi wote, jiji la Uvira ni, ni, ni, ni jiji letu sisi wote. Kwa hiyo tutaishi pamoja kwa njia ya upendo, kwa njia ya kusikilizana au kwa njia zingine zote ziwezekanavyo, sababu hakuna namna na hakuna mtu atakayefukuzwa ndani ya nchi yake na aende huko aishi huko milele. Watarudi na wanapashwa kurudi kwa wema au kwa njia zingine, lakini mbele ya hayo, wanapashwa kuishi. Wameondoka ndani ya nyumba zao, hawana chakula, hawana dawa, hawana hata fasi ya kulala. Ndio maana ilikuwa ya muhimu kuwatembelea na kuwaletea msaada, mchango wa msaada kidogo, lakini pia na kuwapa moyo, kuambia kama watarudi na mbele warudi waishi. Asante sana, asante wengi. Wakihofia ya maisha yao, waomba usalama turaivamo turaivanamo na vandi ntabo ntabwo twifuje kwibi bimera gutya ariko kandi ntabwo bitubuza iyo tujya. Uh, mimi naitwa kwa jina la Muhumuza Mugwema Jake, mimi ni balozi wa amani, ambassadeur de la paix. Niko hapa Kamanyola, tumefika kuangalia ndugu zetu ambao wame wametoka Uvira sababu ya, ya kukimbia wasifanyiwe mauaji ya, ya kikatili sababu unajua Uvira, wakati AFC/M23 imetoka kumetoka kabisa maneno ya kusema kama hii ni mwisho utakuwa apokalipse kwa wanyamulenge ambao kwa watabaki Uvira, na wameamua kutoka sababu kwa kuonyesha maisha yao, ndio maana tumefika kuwaona sisi kama mabalozi wa amani tumefika kusudi tuwaone, tuwape tuwa pole, na tuwaambie kama ni shida ya uongozi mbaya ambayo na tukumba kwa amata.